Kuna hadithi inayorudiwa mara nyingi katika midwara ya Wakristo, na nafikiri neno na hadithi linastahili hapa, lakini e, kanuni yake ni kweli kabisa. Ni hadithi kwamba shetani aliitisha baraza la mapepo ili kuamua mbinu bora ya kuwazuia watu wasiamini ukweli wa injili. Na e, kundi moja la mapepo liliwasilisha hoja yao kwamba, e, watakachofanya ni kuwadanganya watu waamini kwamba injili si ya kweli na na Shetani akasema hiyo bila shaka itafanya kazi kwa watu wengi, na kweli imefanya hivyo. Kundi lingine la mapepo halikukubaliana na likasema kwamba wao watasema kwa watu kuwa Ukristo ni wa kweli, lakini dini nyingine pia ni za kweli sawa. Sasa, ingawa Shetani alijua kwamba baadhi ya watu wangegundua kuwa njia nyingi zinaelekea kwa miungu tofauti, si kwa Mungu yule yule, alikubali kwamba mbinu hii pia ingeweza kuwadanganya watu wengi. Hatimaye kundi la tatu la mapepo liliketi na kusema, hapana, tunachofikiri kitafanya kazi kwa wanadamu wote ni hiki. Tutapanga kuwaambia kwamba yote ni ya kweli na kwamba Yesu ndiye njia pekee na kwamba kuna mbingu ya kweli, kuna jehanamu ya kweli eh, wanahitaji kuamini injili. Tutawaambia yote hayo, lakini tutawahakikishia kwamba bado wana muda mwingi. Shetani alisema mbinu hiyo ndiyo itakayofanya kazi zaidi kuliko zote. Unajua, napata kuwa jambo la kuvutia kwamba kadri huduma ya Bwana inavyozidi kuvutia watu wengi zaidi na injili ya Luka inatuambia kwamba sasa wanamfuata kwa maelfu. Bwana mara nyingi husimama na kuwaonya kuhusu hukumu inayokuja kutoka kwa Mungu. Anawaambia kwamba kwa kweli hakuna muda mwingi kabisa. Basi kwa hayo tunarudi kwenye Luka sura ya 12, na Bwana na tena anasimama na kutoa onyo. Kwa kweli huu ungekuwa ujumbe wa kushangaza sana kwa wasikilizaji wake. Na nataka kuweka onyo lake chini ya kauli nne. Kwanza, Yesu atawakumbusha jambo ambalo limeahidiwa. Aliwaambia hapa kwenye mstari wa 49, nilikuja kutupa moto juu ya dunia na laiti ungekuwa tayari umewashwa. Sasa Yesu anawaonya umati huu mkubwa kuhusu dhoruba ya moto ya hukumu inayokuja na anadai kuwa yeye ndiye anayehusika na kutuma e, hukumu hii. Unajua watu wanafikiri kwamba kwamba Yesu alichofanya ni kufundisha sheria ya dhahabu tu, unajua kuwa wema kwa watu. Sasa ulichosikia sasa hivi hakisikiki kama sheria ya dhahabu kwangu. Hii sentensi ya mwanzo hapa nilikuja, au nimekuja ni neno la kitaalamu linalotumika kuelezea wigo wa misheni yake. Sehemu ya misheni ya Yesu ni kuleta hukumu juu ya dunia. Ona, hii ndiyo upande mwingine wa Yesu ambao dunia huko nje haitaki kusikia kuhusu. Hawana hamu ya kusikia kuhusu hukumu. Ndiyo maana unajua, wataendelea kunukuu sheria ya dhahabu. Sasa hii moto inayozungumziwa hapa itahusisha nini? Basi ukienda kwenye barua ya mtume Petro katika mbili Petro tatu anaandika katika mstari wa tano: wadhihaki wanapuuza kwa makusudi jambo hili kwamba mbingu ziliumbwa zamani na dunia iliundwa kwa maji na kupitia maji kwa neno la Mungu, na dunia ile ya wakati huo ilifunikwa na maji na ikaangamia lakini kwa neno hilo hilo yaani neno la mungu mbingu na dunia zilizopo sasa zimehifadhiwa kwa ajili ya moto zikisubiri hadi siku ya hukumu na maangamizi ya waovu sasa huu moto wa hukumu bado haujawashwa utafanyika kulingana na ufunuo sura ya 20 mwishoni mwa ufalme wa miaka elfu moja wakati huo wasioamini kutoka historia yote ya wanadamu wataletwa mbele ya kile ambacho biblia inakiita kiti kikuu cheupe cha enzi hiki ndicho kiti cha enzi cha usafi unaowaka kama moto, na hapa ndipo wanapohukumiwa na Mungu. Sasa ngoja nikuambie, kama imani yako leo iko kwa Kristo, huna cha kuogopa. Hukumu hii haitakuhusu wewe kabisa. Lakini Yesu anawakumbusha wasikilizaji wake hapa juu ya kitu ambacho kimeahidiwa, na hicho ni moto ujao wa hukumu. Sasa, pili, Yesu anawafahamisha kuhusu jambo ambalo anataka kulivuka hapa katika Luka sura ya 12, Yesu anasema katika mstari wa 50, nina ubatizo ambao lazima nibatizwe nao na jinsi ninavyoteseka mpaka utimizwe. Unajua, hii ni ufunuo wa wazi kabisa wa jinsi Bwana anavyojisikia anapokaribia kusulubiwa. Kwa kweli, Luka ndiye mwandishi pekee wa Injili anayejumuisha wakati huu wa uwazi ambapo Yesu anazungumzia hisia na hali yake ya ndani anasumbuka sana kuhusu kile kitakachotokea atakapobatizwa, yani kuzamishwa kabisa katika dhambi zetu. Atabeba katika mwili wake dhambi zetu zote, kama vile moja Petro saa mbili na madakika ishirini na nne inavyosema, atabebeshwa uovu wetu wote juu yake, kama Isaya 53:6 inavyosema. Atajazwa kabisa na dhambi za ulimwengu mzima, kama ilivyoandikwa katika moja Yohana 22 mbili mbili. Zaidi ya hayo yote atatenganishwa na ushirika na Mungu Baba kwa mara ya kwanza na ya pekee katika historia yote ya milele atakapoteseka adhabu ya milele kwa ajili ya dhambi zetu kama ilivyoandikwa katika Mathayo sura ya 27. Sasa Yesu anataka apite kwenye tukio hili na kwa njia kukiri huku kwa uwazi kutoka kwa Bwana wetu kunapaswa kuvunja ile hali ya uombo ya kiroho ya Wakristo wanaofikiri kwamba ni dhambi kukiri kukata tamaa au kuhisi dhiki unapokutana na changamoto fulani. Wapendwa, labda sasa hivi unahisi umesongwa hadi kufikia kiwango cha kuvunjika moyo. Basi unajua nini? Yesu anajua kabisa unavyojisikia na anataka kukufariji. Yeye ni msaada wako wa wa karibu sana wakati wa shida, Zaburi 46:1. Sasa kwa tatu, Bwana anataka kuwaonya kuhusu jambo ambalo litafanyika hivi karibuni. Waumini waliopo hapa kwenye umati huu kwa kweli wako karibu kukutana na shinikizo ambalo hawajawahi kulihisi kabla, na Yesu analiweka wazi hili hapa kwenye mstari wa 51. Je, mnafikiria kwamba nimekuja kuleta amani duniani? La, nawaambia, bali nimekuja kuleta mgawanyiko. Baba dhidi ya mwana na mwana dhidi ya baba, mama dhidi ya binti na binti dhidi ya mama, mama mkwe dhidi ya mkwe wake, na mkwe dhidi ya mama mkwe wake. Ninawaza kuhusu matumizi ya mstari huu katika nchi nyingi leo, ambapo ni kinyume cha sheria kubadili dini na kuwa Mkristo, kwamba mara nyingi wanafamilia hushirikiana na serikali kumfichua mumini mpya, jambo ambalo kwa Mkristo ni sawa na hukumu ya kifo. Kumfuata Kristo huenda hakumaanishi hukumu ya kifo kwako, lakini kunaweza kumaanisha kutopendwa au kukataliwa na familia yako. Hivyo Bwana anawaonya kuhusu jambo ambalo tayari limeahidiwa, yaani hukumu. Anawaambia kuhusu jambo ambalo angetamani lipite, yaani kusulubiwa kwake. Na sasa anawaambia kuhusu jambo ambalo litatokea, mgawanyiko wa kifamilia. Sasa, pamoja na hayo, bwana anawakemea hapa kwa kushindwa kwao kuhusu jambo linalotokea sasa hivi. Mstari wa 54 unasema, mnapoona wingu likiinuka magharibi, mara mnasema mvua inakuja, na kweli inatokea na mnapoona upepo wa kusini ukivuma, mnasema kutakuwa na joto kali, na kweli inatokea. Nini? Wanafiki, mnajua kutafsiri sura ya dunia na anga, lakini kwa nini hamjui kutafsiri wakati huu wa sasa? Kwa maneno mengine, mnaweza kutambua kwamba mvua kali inakuja, lakini hamwezi kutambua kwamba hukumu inakuja. Yesu kisha anawakumbusha kwamba ni bora zaidi kusuluhisha deni nje ya mahakama kuliko kukutana na hakimu. Kwa maneno mengine, hutaki kusimama mbele ya hakimu wa ulimwengu na kukutana na hukumu yake. Ni bora usuluhishe nje ya mahakama kwa sababu ukisimama mbele ya hakimu katika ile hukumu ya milele hakuna mahakama ya rufaa. Hakuna msamaha pale kwenye kiti kikuu cheupe cha hukumu. Hivyo Yesu anawaonya wasuluhishe deni lao la dhambi na Mungu leo. Sasa, unafanyaje hivyo ni. Basi, Yesu anasema hapa nyuma kwenye mstari wa hamsini, nina ubatizo wa kubatizwa nao na jinsi ninavyoteseka mpaka utimizwe. Sasa neno la kigiriki alilotumia Yesu kwa kutimizwa linamaanisha kulipwa kikamilifu. Hili ni neno lililotumiwa kwa mhalifu aliyelipa adhabu ya makosa yake. Kwa kweli, kabla tu ya kufa msalabani, Yesu alitumia neno hili aliposema, kama ilivyotafsiriwa, imekwisha. Yohana saa 19 na madakika na 30. Hilo ndilo neno lile lile la kigiriki analotumia hapa kwa kutimizwa. Kwa maneno mengine, Yesu anasema msalabani, nimelipa kikamilifu deni la dhambi, nimeyalipia makosa yako. Hivyo sasa unaweza kulimaliza deni lako nje ya mahakama. Adhabu ya dhambi zako zote, makosa yako yote, imelipiwa na Yesu Kristo. Utahitaji kusimama mbele yake kwa hukumu ikiwa umesimama mbele yake kwa imani pale msalabani, pale pale pa zamani